Habari, ni muda mwingine tena tumekutana katika mfulizo wa vipindi vinavyohusiana na teknolojia. Karibu sana kwenye chaneli hii ya Shayia. kama wewe ndo mara ya kwanza kutazama video hii kwenye chaneli hii ya Shayia TV basi, na kukumbusha, angalia chini ya video hii, kuna neno limeandikwa subscribe Hebu gusa neno hilo mara moja tu, alafu juu juu ya neno hilo kuna kakengele, hebu kaguse mara moja. Ukifanya hivyo kwa kila video ambazo nitakuwa natoa, au elimu ambazo nitakuwa natoa kwenye channel ya Shayia TV, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Basi bila kupoteza taimu, bila kupoteza muda, tuanze somo letu la leo Bwana, leo nimekuletea somo hili hapa, njia rahisi kabisa ya kufungua blog Bwana. Unaweza ukafungua blog kupitia simu yako hapo. Ni njia rahisi sana ambao unaweza ukafungua blogu na ukaanza kulipwa. Maana yake kwenye blogu hiyo utakuwa na posti au utakuwa unaweka weka baadhi ya matangazo mbalimbali mbali ya biashara zako, au utakuwa na posti taarifa mbalimbali. Unaweza ukaposti taarifa za michezo e, habari za michezo, habari kama matukio mbalimbali, e, vyovyote ambavyo we utaamua utakuwa na posti, au unaweza ukaposti elimu mbalimbali mbali, au hadithi mbalimbali mbali kwenye blogu hiyo, na ukaanza kulipwa. Basi hebu tuende pamoja. Nenda kwenye simu yako, hapo kwenye simu yako nenda faili inaitwa Google. Nenda Google, si unalijua? Hiyo application inaitwa Google. Tafuta application inaitwa Google kwenye simu yako au ile Google Chrome. Ifungue hiyo application alafu nenda sehemu ya kusearch au sehemu ya kutafuta, ya kutafutia ile kuandikia maneno basi, hebu andika kama jinsi mi nilivyoandika, andika neno tu blog. Ngoja nikuonyeshe. Bila shaka umeona hilo neno blog. Basi ukishaandika blog kama hivi itafungua, ikishafungua inafungua kama hivi. Ikishafungua kuna baadhi ya maneno imekuja, kuna www.blogger.com yaani, haya hapa, ngoje nikuonyeshe kwa vitendo ili uelewe zaidi eh. maneno ni kama haya Bila shaka umeona hayo maneno. Neno la kwanza kabisa lenye maandishi ya blue blog ni blogger.com com, alafu chini ya maneno hayo kuna maneno mengi yameandikwa: choose the perfect design, create a beautiful, beautiful blog that fits your style, get a domain, give a blog the perfect home. Yaani ndo kama hivyo, yaani maana yake ukitengeneza hiyo blog, ukishitengeneza blog yako vizuri, maana yake utaanza kuingiza fedha kupitia blog yako kupitia hizo posti ambazo tutakuwa naweka. Basi kuna neno la kwanza limeandikwa sign in, ngoja nikuonyeshe hilo neno e, bila shaka umeliona, nimeelekezea kabisa na mshale hilo neno limeandikwa sign in, ni kama tayari wewe una blogu kama mimi tayari nishaifungua blogu, nitakuonyesha. Ukiona blogu, utabonyeza hapo sign in. Sasa kama huna blogu, sasa utabonyeza hilo neno lililoandikwa create your blog au create your unique and beautiful blog. Basi, sisi tutabonyeza sehemu iliyoandikwa create your blog yani, tengeneza blog yako. Kumbuka utabonyeza hapa wewe, si hauna blog bwana, utabonyeza hiyo sehemu iliyoandikwa create your blog, au utatach hiyo sehemu, kama unatumia simu ya smartphone utatach hiyo sehemu hapo. Ukisha click hiyo sehemu hapo iliyoandikwa create your blog maana eh, yake utafungua. Ukishaifungua hiyo sehemu na sehemu itakuja uandike email nitakiwa yani, ma, maana yake email yako nisha, bila shaka unajua email address, yani barua pepe mfano mauni, hii ni mfano wa email. Wa email, na, email yako bila shaka active, ambayo iko kwenye simu ukakonfirm kule on basi, unatakiwa uwe na email ambayo ni iko active. Utaguse hiyo sehemu iliyoandikwa create your blog. Ukishafungua hiyo sehemu, utaandika email yako ni kama hivi, kama hapa inaonyesha choose an account. Mfano kama mimi hapa, mimi ni mimi nina account, ndio maana imeonyesha hivi. Maana kama mimi na blog tayari, huo ni mfano wa wa email, nasema wa Nasema email address. Oh, naon sasa, na simu yako hiyo ina email address, utaingiza kama hapa, mimi kama nataka ku create account nyingine au blogu nyingine, utabonyeza hiyo sehemu iliyoandikwa use another account. Umeiona hiyo sehemu iliyoandikwa use another account. Maana yake sasa kama sina blogu sasa na nataka kufungua blog nyingine kupitia email nyingine nita click hiyo sehemu sasa. Mimi na email tayari na na blog, ndio maana inanionyesha kabisa blog yenyewe. Ni Mauni Adverts Media, hii ndio blog nimecreate mimi ni kama unavyoona. Hiyo blog ni mfano tu hapa, na kuonyesha mfano wa blog mimi. Mimi yangu inaitwa Mauni Adverts. Hii ni blog, ni kuonyesha bwana, hii ni kwa haraka haraka sana, uwezi ukashindwa kitu kama hii. Hii ni jina la blog haya. Chini ya hilo jina la blog kuna sehemu iliyoandikwa new post. Hiyo sehemu iliyoandikwa new post, ngoja nikuonyeshe. Ehe, new post umeiona eh? New post. Hii sehemu ndio utakuwa unaweka Posti zako mpya. Vizuri ntakia unazitengeneza vizuri osamaji, ili zio zinavutia wasomaji, ili waendelee kufuatilia hiyo blog yako, ili uweze kupata Google Ad, Ad, Ad AdSense. Maana sehemu ya kuweka Google Ad, Ad AdSense ndio sehemu ya malipo ya kuweka akaunti za malipo bwana, na ni vizuri zaidi una posti posti mara kwa mara. Ukiona posti mara kwa mara, maana yake blog yako itakuwa inafuatiliwa sana. Mfano kama hii ya kwangu waga si posti hapa. Huwa si post vitu kabisa. Tangu nime post mwaka 2021 huko mpaka leo sijui post tena. Sasa wewe ukiona posti mara kwa mara, maana yake blog yako itakuwa itakuwa inajulikana na itakuwa ina, itapata wafuatiliaji wengi. Nimekupa mbinu hiyo. Posti mara kwa mara, maana yake kwa wiki kila siku unapata content za kuposti ukiwa unafanya hivyo, maanake blog yako itajulikana, yani itakuwa maarufu. Maanake mtu akiingia tu pale, kama anatafuta kitu labda matokeo ya darasa la nne au matokeo ya darasa la saba au form 6 au habari fulani ya michezo, labda labda Man U ameifunga Swansea City, kama eh, hivyo. Naona eh. Anaiona kabisa posti mapema kabisa kwa sababu ni post yani blog yako hiyo imeshajulikana, yani wage iko juu kabisa pale. Unaona hapo, nimekupa mbinu ya blog yako kujulikana. Unaona nitakiwa ufanye hivyo, alafu baada ya hapo sasa, sehemu ile andiko hiyo post ndio sehemu ya kuweka post, alafu sehemu ile andiko post, ile andiko post hapo chini, ukiklik hapo, maana yake post zako utakuwa unaziona sasa. Kuna stats, kuna comments. Sasa sasa sehemu ya malipo ni hapo Nije nikuonyeshe, umeiona hii sehemu iliyoelekezea yenye alama ya dollar sign? Hii sehemu ndio ya malipo, ukibonyeza hii sehemu iliyoandikwa earnings. Bila shaka unaiona earnings, E A R N I N G, yani earnings. Hii sehemu hapo ni ya kupokea fedha. Ukishaibonyeza hiyo sehemu, au ukishai click, utaweka Google AdSense yako, maana iko, utaweka ile kodi ya malipo ambayo umepewa na utaweka akaunti zako za malipo hapo. Unaona, ni kama hivi yani. Sehemu ya kuweka peji yako vizuri zipo hizo sehemu zingine zinazoziona ni kwenye settings hapo. Sehemu ya simwe setting utaiset uta peji yako uta ikae vizuri kabisa. Ah uh, uipendezeshe e, kama hivi uiweke peji vizuri kabisa iwe iwe inavutia ile inavutia hata wa, wasomaji unaona, bila shaka ni hivyo, ni rahisi bwana. So, kitu cha kushindwa kuelewa hapo, huu ni mfano wa blog yangu ambayo nimeweka tu hapo siku nyingi sana, kama post ya mwisho kabisa elfu mbili na ishirini na moja bwana, ndo kama hivi. Leo tulikuwa na mada inosema njia rahisi ya kufungua blog ya kulipwa pesa kupitia simu yako bwanawe. Leo ndo tuna tu mada hii hapa, bila shaka umeelewa. Sidhani kama kuna kitu ambacho hujaelewa hapo chini. Kama hujaelewa, hebu weka maoni yako chini ya video hii, yaani comment hapo chini kama hujaelewa na nitakuelewesha. Vilevile nakukumbusha like video hii kama umeipenda, alafu vilevile sambazia na wengine ili waweze kujipatia elimu hii ya kutengeneza blogu ya malipo njia rahisi kupitia simu yako. Alafu vilevile vile na kukumbusha, kama wewe ndo mara ya kwanza umeweza kutazama video hii au ndo mara ya kwanza kufuatilia channel hii ya Shayia TV, na kukumbusha, angalia chini ya video hii utakuta neno limeandikwa subscribe. Hebu gusa neno hilo mara moja, au vile vile gusa na ile alama ya kengele. Ukifanya hivyo, kwa kila video ambazo nitakuwa natoa au elimu ambazo nitakuwa naweka kwenye channel hii ya Shayia TV, utakuwa unazipata haraka na mapema zaidi. Bwana, sina mengi na kutakia siku njema.